Ndugu katibu wa habari na uenezi, ndugu mjumbe wa bodi ya wadhamini, ndugu viongozi wetu wa ngome, katibu wa ngome ya wazee, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu viongozi wa jimbo la paje na makunduchi vile vile, ndugu wanachama wenzangu, nyote kwa pamoja na wananchi kwa jumla, mabibi na mabwana, assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Kwanza tumshukuru mwenyezi Mungu, alhamdulillahi. Tumetoka sehemu mbalimbali, lakini tumekutana hapa sote tukiwa salama tukiwa wazima. Lakini la pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi wetu wa mkoa wa kusini, viongozi wetu wa majimbo haya mawili kwa kuandaa mkutano huu. Lakini kwa namna ya kipekee, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru yote ambao mmehudhuria, na niwashukuru zaidi wale ambao wamepata ujasiri wa kusimama wakasema, na wale ambao wamepata ujasiri wa kukaa wakasikiliza vile vile maana yaliyozungumzwa hapa naamini anamgusa kila mtu, lakini tumesikiliza kwa utulivu e, hili mi nalishukuru sana. Lakini shukurani maalum ni kwa sababu moja kubwa, yale ambayo yamezungumzwa hapa, tuliyoyazungumza nyinyi, leo mmekuwa mashahidi wetu mmekuwa mashahidi kwa yale ambayo tunayazungumza kila mara katika mikutano katika vikao katika majukwaa katika vipindi mbalimbali mbali. Sasa tukiyazungumza sisi tunaambiwa kwamba tunazua, wengine wanasema tunaeneza chuki, lakini sasa sijui nyinyi watawaambiaje? Maana nyinyi ndio wahusika nyinyi ndio yaliyowafika, nyinyi ndio mnayoona, nyinyi ndio mnayoishi mna nayo. Hawa wanaosema tunaeneza chuki, wanaosema ni ya uongo, wengine hawajawahi kufika hata hapa Mkunguni, hawajawahi kufika Paje, hawayajui yaliyoko Paje wala Makunduchi. Kwa hiyo mliyoyasema mimi niseme leo, mmefanya kazi kubwa sana kuwaambia hao ambao haya ya dhulma yamewatabukia, mmefanya kazi kubwa sana kuwaambia dunia kwamba hili ambalo tunalisimamia sisi ACT Wazalendo, na hili ambalo ni kauli mbiu yetu ya kwamba mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar, basi nyinyi mmekuwa mashahidi kwa nini tunasema haya. Maana kuna wenzetu wanajitoa fahamu, mengine wanayajua, lakini sijui ukishakupakuwa ile rangi ya kijani, sijui kuna tatizo gani, sijui watu wanapata maradhi gani ya kwamba wanakuwa waongo hata kwa nafsi zao. Maana mwanamke anaweza kujikataa kama yeye mwanamke, jinsi ya walipofikia. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa hayo lakini la mwisho niseme katika utangulizi kwamba tumeyazungumza mengi na hatuliyazungumza mengi, ni maoni mengi, ni mawazo ambayo mmeanza sasa kutupa, kutuongeza katika kazi ambayo tutakuwa nayo pale tutakapoanza kuendesha serikali yenu. Sawa mmetuongezea seme mengine. Ni mahsusi kwa ajili ya Paje, mahsusi kwa ajili ya eneo hili. Kwa hivyo, na mengine tulikuwa tunayasikia hata na sisi, lakini leo mmetuambia na kusema kweli, ametugusa sana. Kwa, kwa hivyo niwashukuru wote walio waliozungumza. Sasa naomba kuna mambo ni yajibu ya kwa ujumla wake alafu nitakuja machache yale maswali maksusa. La kwanza ni swala la la ardhi. Hili sisi wala huwa hatutafuni maneno, tunasema wazi kwamba kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ardhi si mali ya serikali ardhi ni mali ya umma, kwa maana ya kwamba serikali ina maeneo yake na wananchi wenye nchi nao wana maeneo yao maeneo ya...